Mamlaka za afya nchini Tanzania zimethibitisha kuwepo kwa visa viwili vya ugonjwa wa mpox baada ya watu wawili kugundulika kuwa na maambukizi hayo. Ikumbukwe taarifa hiyo ikatolewa na Wizara ya Afya, ambapo ikaeleza kuwa wagonjwa hao walibainika baada ya kuonyesha dalili za ugonjwa huo, ikiwemo vipele usoni, mikononi, miguni na sehemu nyingine za mwili wao, pamoja na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni na maumivu ya viungo kama misuli pamoja na mgongo, licha ya kutofafanua zaidi kuhusu ugonjwa huo na mahali walipo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mmoja wa waathirika ni dereva wa magari ya mizigo yanayesafiri katika nje ya nchi. Uchunguzi wa maabara unaofanyika Machi 9 ulithibitisha maambukizi hayo. Kwa sasa mamlaka zinaendelea na uchunguzi na ufuatiliaji wa visa vingine, ili kuhakikisha wale wanaopata maambukizi hayo wanapata matibabu sahihi. Leo ufahamu ugonjwa huu, aina mpya ya virusi vya mpox vinavyoenea kwa haraka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wataalamu wanasema ni hatari zaidi ambavyo walivyoshuhudia. Mpox ambayo zamani iliitwa imeenea katika sehemu za magharibi na kati mwa Afrika na kesi zimekuwa zikiongezeka katika bara hilo kwa miongo kadhaa. Mnamo mwaka 2022 janga la ulimwengu la mpox liliathiri Ulaya, Australia, Marekani na nchi nyingine nyingi. Ugonjwa huu wa mpox husababishwa na virusi vya monkeypox, familia moja ya virusi na ndui, ingawa si kali sana. Virusi hivi awali vilisambazwa kutoka kwa wanyama hadi kwa wanadamu na hupatikana zaidi katika nchi zilizo karibu na misitu ya mvua ya kitropiki. Katika maeneo hayo, kuna maelfu ya wagonjwa na mamia ya vifo kutokana na ugonjwa huo kila mwaka, na watoto chini ya umri wa miaka 15 wameathirika zaidi. Kuna aina mbili kuu za virusi ambazo zinajulikana kuwepo. Na hali mbaya zaidi ilisababisha mlipuko wa kimataifa mnamo 2022 ambao ulienea kwa karibu nchi 100 ambazo hazikuwahi kukumbwa na virusi hivi. Shida ya pili hatari zaidi ni ya kawaida katika Afrika ya kati, ni sababu ya aina mpya iliyogunduliwa hivi karibuni nchini DR Congo. Aina hizi mbili hubeba hatari tofauti za ugonjwa na vifo. Dalili za awali ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, uvimbe, maumivu ya mgongo na misuli kukuuma. Mara baada ya homa, upele unaweza kutokea, mara nyingi huanza kwenye uso kisha kuenea kwenye sehemu nyingine za mwili, mara nyingi viganja vya mikono na nyayo za miguu. Upele, ambao unaweza kuwasha au kuumiza sana, hubadilika na kupitia hatua tofauti kabla hatimaye ya kutengeneza kipele, ambacho hutumbuka baadaye. Vidonda vinaweza kusababisha makovu pia. Maambukizi kawaida huisha yenyewe na hudumu kati ya siku kumi na nne na ishirini na moja tu. Kesi mbaya zinaweza kutokea kwa kushuhudia vidonda vikishambulia mwili mzima, na haswa mdomo, macho pamoja na sehemu za siri. Ugonjwa huu wa mpox unasababishwa na virusi vinavyopatikana kwa wanyama jamii ya nyani na uambukizwa kwa kugusana moja kwa moja na wanyama wenye maambukizi au kupitia maji yao. Pia ugonjwa huu unaweza kusambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kupitia kugusana na majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au kushiriki mavazi na vifaa vya matumizi binafsi. Pamoja na kuthibitishwa kwa ugonjwa huo, Tanzania imewahimiza wananchi kuchukua tahadhari kwa kufuata kanuni za kujikinga ikiwa ni pamoja na kuepuka kuhusana na wanyama na mtu mwenye maambukizi. Hata hivyo, wananchi wametakiwa kuendelea na shughuli zao kila siku kama kawaida huku wakizingatia miongozo ya afya ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu. Shirika la afya duniani WHO limeupa uzito wa ugonjwa huo na limekuwa likifanya kazi na nchi zilizoathirika na washirika wake kudhibiti mlipuko wake. Ugonjwa huo ulitangazwa kwa hali ya dharura kwa afya ya umma kimataifa mnamo Agasti 14, 2024 baada ya kuongezeka kwa visa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuenea katika nchi jirani, lakini mlipuko wa ugonjwa huo duniani ulianza Mei 2022 na na umekuwa ukiendelea hadi leo. Katika miezi ya hivi karibuni, visa vimekuwa vikiongezeka zaidi huko DRC na kutishia kuenea na kwa maambukizi katika nchi jirani ikiwemo Tanzania. Aina mpya ya virusi itwayo Clade Ib inasababisha mlipuko katika maeneo ambayo hayakuathiriwa hapo awali nchini humo na imeenea katika nchi ambazo hazija ripoti mpox hapo awali. Bila shaka umeweza kufahamu kwa uchache ama kwa wingi, kwa vile kutokana na uelewa wako. Basi hivyo ndo aina mpya ya virusi vya mpox ambavyo vimeenea kwa haraka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na wataalamu wanasema ni hatari zaidi waliyoishuhudia.